Umeona, kabla ya bunge kufungwa tayari baadhi ya wabunge walioko bungeni na tayari ambao wametia nia, kuna vitendo vya rushwa vinaonekana, magazeti yameandika, tumeona kwenye social media. Ningependa kujua PCCB mpaka wakati huu umefanya nini ili kututia moyo sisi wadau wengine ambao tunashirikiana na nyie kuona kwamba hizi kelele zetu tunavyoendelea kupiga si bure. Ningependa kufahamu pia kwamba ni hatua gani ambazo zimechukuliwa hadi sasa na taasisi katika kuboresha maeneo hayo, kuanzia maeneo ya utendaji wa kazi, lakini pia eneo la ushirikishwaji wa wananchi, ili waweze kuiona taasisi ni rafiki na inaweza ikapokea taarifa wakati wowote, wa kwa mtu yoyote, kama ambavyo ilivyo kauli mbiu kwamba ni jukumu langu, lako na langu tutumize wajibu wetu sisi, inapokuwa imefunguliwa mahakamani kwa sababu ya uchunguzi uliofanywa na TAKUKURU, ni kwa sababu umepita hatua mbili hizo. Kwa hiyo inatusaidia hata sisi kupima, yaani unapoenda mahakamani unakuwa very confident kwamba hapa kweli, kwa maana ya ushahidi, labda tushindwe kwa ajili ya ufundi. Na mara nyingi utaona kesi, ukiona mara nyingi mtu ameshinda kesi ya TAKUKURU sio kwa sababu on substance, sio issue ya ushahidi huwa inakuja tu ufundi, ufundi wa mahakamani kule, mambo ya kisheria, lakini kwa maana ya ushahidi ule wewe unakuwa hauna shida. Kwa mara nyingi tunachokifanya, hizi taarifa huwa tunazitransfer kwenda kwenye sehemu husika, kwenye vyama husika, kwa lengo la kuweza kuchukua administrative measures. Na to be honest, they've been very responsive. Wamekuwa wakichukua style dhidi ya wahusika, ikiwemo ni kuwaengua pia katika hizo nafasi ambazo wamekuwa wakizigombea. Hao ni baadhi ya washiriki wa warsha kwa asasi za kiraia na asasi zisizo za serikali iliyoandaliwa na Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa TAKUKURU kwa lengo la kujadili namna ya kuzuia na kupambana na rushwa kuelekea Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2025. Akifungua warsha hiyo iliyofanyika katika ofisi za TAKUKURU Ilala jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Chalamila alitoa wito kwa washiriki kuendelea kuwa mabalozi wa uadilifu kwa kuelimisha jamii juu ya mapambano dhidi ya rushwa nchini. Ndugu washiriki, kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali katika kuzuia na kupambana na rushwa. Hadi sasa serikali imechukua hatua kadhaa kuhakikisha kuwa uchaguzi ujao unakuwa huru na wa haki na usogubikwa na vitendo vya rushwa. Baadhi ya hatua hizo ni hizi zifuatazo: a. kutunga sheria ya tume huru ya taifa ya uchaguzi ya mwaka 2024. B. kutunga sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani ya mwaka 2024. c. kuboresha sheria ya vyama vya siasa sura ya 278 kuboresha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 ambapo sasa ina kifungu kinachotoa adhabu kwa makosa ya kujihusisha na vitendo vya rushwa katika uchaguzi, na e. kuiwezesha kimuundo, kimfumo na kiutendaji TAKUKURU ili kwa kushirikiana na wadau wengine iweze kuzuia na kupambana na rushwa katika uchaguzi. Ndugu washiriki, nitumie fursa hii pia kuwahakikishia kuwa TAKUKURU kwa kuzingatia sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 inaendelea na itaendelea kutimiza wajibu wake wa kuikabili rushwa nchini ikiwemo rushwa katika chaguzi. Pamoja na dhamira hiyo ya TAKUKURU, mafanikio a endelevu hayawezi kupatikana pasipo ushiriki wenu, na ndio maana leo tupo hapa. Nina imani kwamba warsha hii itakuwa na mchango chanya katika kuwezesha kuwa na uchaguzi usiotawaliwa so na vitendo vya rushwa na ambao utatupatia viongozi waadilifu, wachapakazi, wazalendo na watakaoendeleza kwa dhati mapambano dhidi ya rushwa nchini ili kuwaletea wananchi maendeleo bora na endelevu. Warsha iwe chachu ya kuimarisha ushirikiano wenu, si tu kwa wakati wa uchaguzi, bali ushirikiano endelevu katika kuhakikisha tunajenga jamii isiyokuwa na rushwa. Ninawasihi mwendelee kuwa mabalozi wa uadilifu, mkiwaelimisha wananchi na kuwajengia ujasiri wa kutoruhusu rushwa iwe sababu ya kupoteza haki yao ya msingi ya kuchagua viongozi wanaowataka. TAKUKURU ipo tayari wakati wote kushirikiana nanyi kutoa msaada wa kitaalamu kwa lengo la kuhakikisha mapambano dhidi ya rushwa yanafanikiwa, hususan kipindi hiki cha uchaguzi. Baadhi ya washiriki wa warsha hiyo walisema wataendelea kutoa elimu ya mapambano dhidi ya rushwa katika uchaguzi ili kuweza kupata viongozi bora. Nimefurahishwa sana kwamba hili swala limekuja, pengine tunaweza tukasema tumechelewa kidogo, lakini hatujachelewa sana, lakini ni wakati mwafaka, na sisi tunaungana na na wadau wote kwa kusema kwamba ili uchaguzi uwe huru na haki, hakutakiwi kuwa na mwanya wote wa rushwa ndani ya mchakato, kwanza ule mchakato unapoanza. Nafikiri michakato imeshaanza, maana nimesema, pengine tumechelewa sana, hatujachelewa sana, lakini mpaka mwisho ambapo tutapata viongozi wetu kwa hiyo tutaungana kwa pamoja kuhakikisha kwamba wote tunashirikiana kuhakikisha kwamba tunazuia young'anya, lakini pia na kuendelea kutoa elimu katika jamii zetu kuhakikisha kwamba watu wanaelewa, ili kwamba ili swala zima la, la, la rushwa lisije likajipeneza katika uchaguzi, katika sehemu mbalimbali, kuanzia huko kwenye jamii mpaka kufika huko kwenye taifa. Sisi na Congo tunashukuru kupata fursa hii, kwa sababu kwa mujibu wa sheria sisi tuna mandate ya kuratibu ya self regulation kwa mashirika serikali. Tunaposema self kujiratibu, self regulation ni katika pia mambo ya uwazi na uwajibikaji mambo ya maji. Kwa hiyo sisi katika mambo, ukiangalia mambo ya rushwa ni mambo ya kimaadili pia asasi hii tuna jukumu kubwa sana kama mashirika sio serikali katika kupambana na na kuzuia rushwa hususan katika kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi. Pamoja na michango hiyo, baadhi ya wadau walikuwa na maoni haya kuhusu aina ya mifumo endelevu inayoweza kuimarisha na kudhibiti vitendo vya rushwa katika uchaguzi. Mara nyingi wa viongozi wenyewe wanatafuta uchaguliwa kwa sababu ya maslahi yao wenyewe. Sasa wananchi wakijua hilo, wakati wajue madhara ya rushwa, kama tulivyoambiwa, hii dhamira hii kwamba kuzuia rushwa ni jukumu lako, langu, sisi kwa pamoja tutimize wajibu wetu. Ndio tukiweza kulifanya hilo, ukweli wananchi sisi ndio tutakataa ku, kupokea hizo rushwa za wao viongozi kama walivyofanya ndugu zetu wale waliorudisha shilingi elfu ishirini walizo na, walizopewa na, na mgombea mtarajiwa. Mfumo ambayo tunatakiwa tuibadilishe na tuiboreshe ni pamoja na sisi na TAKUKURU kuweza kushirikiana pamoja katika kukutana mara kwa mara, lakini pia kuweza kuwa na uh, kuzungumza kwa pamoja kwenye vyombo vya habari kuwa na mikutano ya wazi lakini pia ni pamoja na kupeana taarifa hatua kwa hatua, hasa kipindi hiki cha uchaguzi. Taasisi hii ya TAKUKURU ingeweza kuwa na ushirikiano thabiti na hizi asasi ambazo za kiraia na asasi ambazo ni za kiserikali ili kuweza kujumuisha, kuweza kusambaza uelewa na kutoa elimu katika ile jamii ambayo kwa namna moja au nyingine haiwezi ikafikiwa kwa urahisi. Tuendelee kutoa uelewa wa wananchi na katika uelewa huu kwanza kujua uh, maana ya rushwa ya ngono, lakini hasa kujua madhara yake, kwa sababu tunaamini kabisa, uh, viongozi ambao wanapatikana kwa, kwa rushwa mbalimbali hawawezi uh, kuwa wawakilishi uh, wetu wazuri, hawawezi uh, kutusemea vizuri, hata hawawezi kupigania na kupambana na rushwa. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe